Haya ni maadhimisho ya siku ya urithi wa utamaduni katika kusherehekea urithi wa utamaduni wa Kiafrika. Sherehe hizi ni fursa muhimu ya kuenzi na kukuza mila na desturi za Kiafrika kwa kuwaleta karibu wafanyakazi ku refresh, ku relax, kupumzisha akili na mwili. Leo ni sherehe yetu ambayo tumeshaiandaa, na vyakula vyote viko, umeshaviandaa viko tayari. Kuna saladi, kuna dessert ya bambo ndizi kuna nyama ambayo tutachoma kimasai, tunayo biriani. Mwaka jana tulivaa nguo za Kimasai, mwaka huu tumevaa kanzu kwamba sisi ni Waswahili na tunaishi Kiswahili. Sherehe hizi hufanywa kila mwaka kwa kuchagua moja ya kabila na kulienzi kwa kuvaa mavazi yake ya asili na kupika chakula chake na mambo mengine yanayolihusu kabila hilo. Mwaka huu Wayo Afrika iliamua kudumisha utamaduni wa pwani kwa kuwawakilisha watu wa pwani kwa kuvalia kanzu, barakashia na bakora. Chakula kikapikwa. Burudani katawala, vijana wakaruka kwa njia za Kiswahili. Sasa hizi kampuni imekuja na swala la urithi wa kitamaduni au cultural heritage. Kwa nini tunafanya utamaduni wa kitalii? Kwanza kabisa tulianza kufanya utamaduni kama moja ya vivutio vya kitalii kwa sababu wageni wanaotoka nchi nyingine uh, wanakuja kujifunza utamaduni wetu hasa utamaduni wa Kitanzania ambao una zaidi ya makabila mia na ishirini ambapo wageni wanapata kujifunza uh, kwa mtindo gani makabila mia na ishirini yanaweza yakaishi kwa pamoja. Mwaka huu tumeamua kutumia uh, uh, utamaduni wa Kiswahili, ndio maana watu wengi naona tumevaa kanzu, tume, tumeiga utamaduni wa Kiswahili na chakula cha Kiswahili na vitu vingi tumefanya vya Kiswahili. Yote hii ni kuenzi na kutunza utamaduni wetu, ndio maana leo wote mnaona tumetoka katika mavazi na namna uh, ya kucheza na namna ya kuimba na namna ya kula ya utamaduni wa Kiswahili au wa pwani. Skula, leo ni siku muhimu sana kwenye kempu yetu kwa sababu tunasherekea siku ya utamaduni ambayo inaitwa culture heritage ambao ni mwaka wa pili sasa kwa Tanzania kufanya na kwa kempu yetu ni mara ya pili. Ah, dhumuni ya kufanya hii aa, utamaduni kwa sababu ya kukumbuka utamaduni wetu wa Tanzania. mwaka jana tulikuwa maeneo ya kaskazini, tunaweza kwenda kidogo maeneo ya pwani aa, tunafanya hivi kwa sababu moja ya dhumuni kubwa zaidi kuunganisha wafanyakazi pamoja na kukumbuka utamaduni wetu, viongozi kukaa karibu na wafanyakazi wao wa, kwa sababu ukikumbuka kwamba hasa sisi ambao tuko kambini huku muda wote tuko busy tunafanya kazi masaa yote. Kwa hiyo mara nyingi hatukai kwa kupumzika na kusherekea siku kama hizi, kwa ni furaha kubwa sana ambayo tunafanya tunafanya hivi, na ni muungano mzuri kwa ajili ya wafanyakazi pia. Uh, utaratibu huko kuanzia asubuhi tunashirikiana wote kuanzia kupika wote. Kuna activity ambayo tunafanya hapa kambini, tunakula pamoja. Baada ya hapo tunacheza mziki pamoja. <coughs> Tupo hapa Manyara Green Camp ambayo inapatikana ndani ya hifadhi. Tumekuja kufurahia sherehe ya kitamaduni ambayo inaitwa Cultural Heritage. Lakini pia leo tumechagua kuvaa kama uh, mavazi ya kitamaduni kama Watanzania kwa sababu Tanzania tuna makabila zaidi ya mia moja na ishirini kwa ujumla leo tumeamua tupike chakula cha Kiswahili ambapo tumetenga kwenye vyungu ili kushereheka. Kwa hiyo tumeamua kuenjoy kama wafanyakazi wote, na pia tupo na ndugu zetu wengine tumeamua kuja kwa ajili ya kuenjoy na kuendeleza tamaduni zetu za Kitanzania. Ndio maana kama siku ya leo tumeichagua kama siku tulivu ambayo tumeamua kuja kusherekea hapa na wenzetu wengine. Siku ya leo tunasherekea moja ya vitu ambavyo huwa tunavisherekea kila mwaka ambao ni Swahili cultural heritage yaani kwa Kiswahili ni tamaduni za Kiswahili. Sasa kila mwaka huwa tunachagua vitu tofauti tofauti katika hali ya ubunifu kusherekea kwa pamoja kama wafanyakazi. Sasa mwaka huu tumechagua hasa zile tamaduni za ukanda A wa pwani. watu wamekula, watu wamekunywa na pia tena bado kama unavyoona pale hapo jengo giza basi, tunaenda tena kupata vinywaji kidogo na baadhi ya nyama choma zilizoandaliwa kwa. Ni siku nzuri sana. Sherehe kama hii ina faida sana, kwa sababu ni nafasi kubwa kwa wafanyakazi uh, wote kama kwa pamoja kukutana kwa pamoja, kwa sababu tuko busy na kazi, mambo mbalimbali, na ukiangalia hasa katika tasnia hii yetu ya utalii tunakuwa busy kila siku kwa kukutana kwa pamoja kama hivi, na kama unavyofahamu kwamba maisha ni watu. Kwa hivyo tukikutana pamoja kama hii, tunapata idia mbalimbali, tunapiga stori mbalimbali, tunafahamu jinsi challenges zinazo tunavyokutana nazo na jinsi tunashia ajia jinsi tunavyozitatua. Kampuni ya Wayo Africa ambayo inajishughulisha na, na utalii, uhifadhi na utamaduni wa Afrika imekuwa ikifanya haya kila mwaka na maadhimisho haya yamefanyika Manyara Green Camp katika eneo la maporomoko ya maji ya Endabashi yaliyoko katika hifadhi ya taifa Ziwa Manyara.